Kitengo cha kijeshi cha wasomi nchini Madagaskar kimesema kimechukua nchi yaani, jeshi limechukua madaraka na kumwondoa madarakani rais Andri Rajoelina. Wabunge katika bunge la kitaifa awali walipiga kura ya kumshtaki rais Andri Rajoelina. Mahali alipo Rajoelina haijulikani. Jana Jumatatu Oktoba kumi na tatu 2025 jioni Rajoelina alitangaza moja kwa moja kwa taifa kupitia Facebook kuwa yupo mahali salama. Kadhalika Rajoelina ame kataa kura ya wabunge ya mashtaka na kusema kuwa mashtaka hayo ni batili kabisa. Jenerali mkuu wa jeshi amesema vikosi vya usalama vinafanya kazi pamoja ili kudumisha utulivu. Madagaskar imekumbwa na maandamano ya wiki kadhaa dhidi ya utawala wa Rajoelina. Kapsat kitengo cha kijeshi ambacho kimempindua rais Rajoelina kilikuwa na mchango mkubwa kwa Rajoelina na ndicho kilichomfanya kuwa rais hapo kwanza. Mnamo elfu mbili na tisa, Kapsat ilimuunga mkono Rajoelina aliponyakua mamlaka kutoka kwa rais wa wakati huo Maki Rava Lomanana. Sasa imemgeukia kufuatia maandamano makubwa dhidi ya utawala wake. Mkuu wa kitengo cha wasomi kinachosema kuwa kimenyakua mamlaka nchini Madagaskar ametangaza kuwa kitasimamisha taasisi zote za kikatiba isipokuwa baraza la chini la bunge ambalo awali lilipiga kura ya kumshtaki rais. Hii inajumuisha bunge, mahakama ya kikatiba na tume ya uchaguzi. Shirika la habari Reuters limeripoti. Zaidi ya wiki mbili zilizopita, vuguvugu lililoongozwa na vijana lilianza juu ya kupinga kukatika kwa maji na umeme kwa muda mrefu nchini humo. Maandamano hayo yaliongezeka hivi karibuni, huku waandamanaji wakionyesha asira juu ya masuala kama vile gharama za maisha na kumtaka rais Andry Rajoelina kujiuzulu. Siku ya Jumamosi, wanajeshi kutoka kitengo chenye nguvu cha jeshi kinachojulikana kama Kapsat waliondoka kwenye kambi yao na kuji na waandamanaji, kitendo ambacho hakikutarajiwa. Siku mbili baadaye, ripoti ziliibuka kuwa Rajoelina aliamishwa na jeshi la Ufaransa na huenda alielekea Dubai, walakini hakuna uthibitisho rasmi juu ya hilo. Siku ya Jumatatu, Oktoba 13, 2025, Rajoelina alisema amejihifadhi mahali salama baada ya jaribio la kutaka kumuua. Leo Oktoba 14, 2025, saa chache kabla ya wabunge kuanza kupiga kura ya kumshtaki Rajoelina na kumtaka kuachia wadhifa wake, Rajoelina alitangaza kuwa amelivunja bunge la taifa. Licha ya Rais Rajoelina kulivunja bunge la taifa, lakini wabunge waliendelea kupiga kura za kutaka kumwondoa madarakani, na kisha, Kapsat, jeshi lilitangaza kuwa limechukua nchi. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.